Leo tunazungumzia changamoto kubwa inayokumba jamii ya kidijitali kuchapisha picha zisizo na maadili mtandaoni. E, katika dunia ya mitandao ya kijamii picha uh, zina nguvu kubwa ya kuwasilisha ujumbe wa haraka, lakini je, tunafikiria madhara yake kabla ya kushiriki kuzichapisha? Leo tunajadili kwa kina athari za kitendo hiki, sababu zinazochochea, na namna ya kulinda heshima na usalama wa kila mmoja mitandaoni. E, bila shaka tumefanya juhudi za kumpata Dastan Myava. Yeye ni mtengeneza maudhui ya kijikita kwenye mitandao ya kijamii hasa uh, uh, na michezo uh, burudani na matangazo, lakini yupo Hamisi Kitenge. Huyu Dastan yuko Dar es Salaam, yuko Hamisi Kitenge pia, yeye ni mtengeneza maudhui ya mitandaoni ambaye maskani yake kwa kiti unavyozungumza ni Koloni, Ujerumani. Bila shaka wote mnanisikiliza eh? Ndio nakusikia kaka Sudi. Dastan Myava. Ndio nakusikia vizuri sana. Haya, karibuni katika majadiliano um, haya. Asante sana. Asante sana. Eh, tuanze na huyu aliye karibu hapa na Bona Koloni. Hamisi eh, eh, unafahamu wewe umekuwa ukishiriki eh, uchapishaji na utengenezaji wa maudhui ya mitandaoni. Hebu tupe eh, simulizi fupi kwamba ushawahi kutengeneza maudhui ambayo kidogo yakaleta matatizo kwa jamii. E, ndiyo kwa upande wangu wa ilishawahi kunitokea hivyo, kwa sababu nimekuwa nikiwa mhamasishaji uh, wa masuala mbalimbali mm, ya afya uh, kijamii ikiwemo masuala ya afya huko katika mitandao ya kijamii ambapo nilipokuwa nikitengeneza maudhui ya ucheshi ambao nilikuwa nikifanya na Ebitoke, kwa watu ambao wanafuatilia mitandao watakuwa washafahamu, uh, naitwa Kitenge Comedian au uh, Kakake Bitoke. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya uhamasishaji uh, kule kutengeneza video za uhamasishaji hasa pale lilipotokea janga la mlipuko um, wa uh, wa covid kwao, nilikuwa nikitengeneza video fupi za kuelimisha watu na uh, baada ya hapo nikaendelea zaidi kwa kutengeneza hata vibonzo. Sasa ilishawahi kunitokea kwa sababu nili uh, katika uhamasishaji wangu nilipata nafasi ya kufanya kazi na Wizara ya Afya na kwa kupitia uh, kitengo cha elimu ya afya kwa umma, tuliwahi kufanya uh, utengenezaji wa matangazo ya kampeni na shirika moja hapo Tanzania hivyo mimi nilitambulisha um, njia yangu ya uelimishaji kwa sababu ilikuwa ni njia mpya, kwamba nitumie ucheshi kwenye kufikisha ujumbe. Sasa walikubali kwa sababu walikuwa mara nyingi wakiniona nikifanya ucheshi wangu kwa kupitia video fupi mm-hmm. sasa nilivyowatambulishia pia njia ya kutumia picha ama vibonzo kwenye kuelimisha watu uh, wakaniambia utafanyaje? kwa sababu mwanzoni nilikuwa nikitumia picha yangu mimi mwenyewe nikiwa nimevaa kidaktari nikiwaelewesha na nikitumia picha za Ebitoke. Sasa mimi nikaona iende zaidi, ili tuweze kushika ile ile attention ya watu waweze kuangalia, nikatumia nika moja ya picha zangu ambazo nilikuwa nimevaa eh, ma, katika mahadhi ya kike, unaona mm. Nimevaa kama lidera hivi nimefunga kitambaa alafu nim, nim, nim, nimesimama hivi nimenyoosha nim, nim, nim, mkono juu ili kuweza kuchukua ile attention ya mtu aweze kusoma ule ujumbe wangu pale. Sasa nilivyoiwasilisha ile picha, basi waliona inachekesha, ni ukweli. Tukaandika pale ujumbe uh, kwamba ilikuwa ni ku-kuhusiana na afya ya uzazi. Sasa tulivyoipost kwenye mtandao, mapokeo yalikuwa ni tofauti na tulivyotarajia sisi mm. kwa sababu ilikuwa ni taasisi fulani ambayo ndio ilikuwa inaendesha hiyo kampeni ya masuala ya uzazi uh, afya afya ya uzazi uh, watu wakaanza kukoment, wakasema kwamba ah, mnamtumiaje huyo mwanaume kuvaa nguo za kike eh, hizo ndio ajenda zenu, hizo tumesha waelewa, sasa hivi mmekuja hivo. Kwa hiyo yalikuja mapokeo ambayo ni tofauti sana mm, yani tofauti na mimi hata sijawahi kuwaza kwamba kuna hivyo vitu vinaendelea ili- ilienda kule, ilishika nafasi, ilitembea sana kule Twitter, na kwa bahati mbaya mimi sikuwepo Twitter, nikuwepo tu Instagram uh, TikTok, kwa sababu ndo nikihisi ni kwamba vijana wengi wako kwa hapo. Kwa hiyo mimi nilipewa taarifa, nikaambiwa, bwana, tumekuona picha yako inazagaa sana kule Twitter, na inazungumziwa vibaya mno na na shirika fulani linazungumziwa vibaya kupitia wewe. Kwa hiyo hiyo ilikuwa mbaya sana kwa upande wangu. Dastan, tukirejea kwako Dar es Salaam hapo, kuchapisha picha zisizo na maadili mtandaoni kwa wale ambao wanakusikiliza, kuna maanisha nini? Wewe unashiriki kuchapisha video, unashiriki kuchapisha picha uh, hii maana yake nini? Maanake baadhi ya watu wanachapisha tu bila kujua. Kwa dokezo tu, kwa elimu, labda tu ninaweza kusema kwamba eh, mekanizmu ya kucontrol eh, maadili kwenye hizi nchi zetu, hasa kwa upande wa mambo ya dijitali imekuwa ni ngumu sana. Imetokana na ukweli kwamba uh, sasa hivi uh, social media inaruhusu mambo mengi ambayo vijana wanakuwa wanatengeneza kontenti uh, zao, na kwa vile kontenti ndo zinaleta pesa, basi wanakuwa wanaangalia kontenti zozote zile zinazoweza kuingiza watazamaji wengi. Uh, na watazamaji wakati mwingine wanapenda kuangalia vitu ambavyo havina maadili, mm. Kwa hiyo kwa kupitia hiyo style imekuwa ni ngumu kidogo eh, ku kucontrol huo utaratibu, lakini kiukweli kabisa ni kwamba maadili ya ya ya, ya ha, tamaduni za Kiafrika kwa sasa hivi yako katika wakati mgumu sana kuweza kuchanganua kuona lipi ni jema na lipi ni baya. Ipo mifano Dastan, ipo mifano? Kwa mfano katika mzunguko wenu, pengine sio wewe mfanyaji, ipo mifano ya video au maudhui ambayo yanapichwa sasa hivi hayana maadili, ambayo wewe ukitazama hivi una, wale, una watoto. Hiyo ndiyo ipo mingi sana sana, lakini siwezi kusema moja kwa moja ni nani anafanya kwa ajili ya kuweka usalama wake mm -hmm. Lakini ninaweza nikakueleza hizi content ambazo nyingi zinatengenezwa kwa sasa hivi vijana wengi unaona, mara nyingi wanafanya labda maigizo ya kuonyesha mtu na mpenzi wake wakiwa wanafanya vitendo fulani vya vinavyo, vinavyo uh, ashiria tabia ambazo sio nzuri mm, wao wakidhani kwamba wameweza kuprotect, wameweza kuzuia, wanafikiri kwamba wamezuia baadhi ya, ya vitu ambavyo vinaweza visilete picha mbaya kwenye jamii, lakini vile vitu unakuta viko wazi unakuta maneno yanayotumika sasa hivi hayawezi kuwa na tafsida. Picha zenyewe mjongeo hazina hazina ha, ha, hazijapata nafasi ya kuhaririwa vizuri, huona kwamba hili linaweza likaleta picha mbaya. Hata video za miziki sasa hivi zimekuwa ni changamoto kwa hivyo siwezi kusema ni wapi au ni nani exactly anafanya nini, kwa sababu ya kuhifadhi um, taaluma zake au bia biashara yake, lakini hilo limekuwa ni tatizo. Ziko video nyingi sana ambazo watu, watu, watu, vijana wadogo wanatengeneza content sasa hivi hawajali, na bahati mbaya shule za kufundisha vijana wa namna hii ili waweze kuelewa kwamba cha kufanya ni nini zimekuwa hazifanyiki. Mara nyingi cha kufanya ni nini, lipo tatizo kubwa sana haya. Uh, well. Kitenge, unavyodhani wewe, kwa nini watu wanachapisha picha za namna hii? Kwa nini watu wanachapisha video za namna hii? Mara nyingi watu wengi wanachapisha uh, picha zisizofaa kwa sababu ya kutaka kupata uh, waangaliaji wengi sana kwenye majukwaa yao mm wanahisi kwamba wakiweka picha hizo basi zitawavutia watu wengi, watataka kuangalia. Hiyo ndo wanataka kupita njia rahisi, njia fupi. Lakini uh, mimi nimekuwa mtengenezaji wa maudhui hayo sana sana, katika masuala ya ucheshi huko mitandaoni, na ndo sasa hivi tunaona kwamba wachekeshaji wengi sana ndio huwa wanatumia hizo picha mbaya, mifano mibaya kutweza utu labda maumbo ya watu anu, kuchapisha wao wanataka wachekeshe. Uh, kinachosababisha hivyo ni kukosa ile misingi ya na weledi katika kufanya shughuli zao kama ucheshi. Sasa hivi unajua, mitandao ipo, elimu inapatikana hapo. Ndo sasa hivi kuna hizi AI waandishi wa maudhui, watengenezaji hizo skripti za hizo picha vielelezo, basi wanatakiwa waingie, wasome, waangalie ni uh, vitu gani vya kuzingatia. Kwa hiyo shida hapo, kaka Sudi, ni u, u, uh, u, u, uh, niseme uh, kuto kufahamu ni nini kinachohitajika kufanyika. Mtu anaona tu akiposti watu wataangalia. Dastan, zipo athari zinazoonekana baada ya, maanake tumeshaingia katika uh, naseme uh, niseme zama hizi za kidijitali, zipo athari zinazoonekana kutokana na maudhui yasiyofaa kwa jamii. Kwa mfano katika maeneo yanayokuzunguka wewe Dar es Salaam moja kwa moja anaweza kusema zipo tena, zipo kubwa sana mm. kwa sababu um, sasa hivi kama nilivyozungumza mwanzo, imekuwa tabia za, wa, za watoto zimekuwa zinabadili, ni ngumu sana kuwahakikisha kuwa, kuwa kwamba wanakuwa na tabia zile ambazo labda tungependa kuwa watoto wetu wawe nazo. Kwa mm. mfano video eh, zinazo, uh, zinazo trend sana mm. zinaangaliwa na vijana wetu, zinaangaliwa na watoto wetu moja kwa moja. Sasa hivi utakuta watoto wanataka kuigiza yale ambayo wanayaona kwenye mitandao na hilo ndo tatizo kubwa sana kwa kuwa mtoto hawezi kulelewa peke yake na mzazi. Mtoto anaweza kuyaona haya kwenye kila o eneo anayotembea, anaweza kuona kwenye TV, anaweza akaona kwenye simu ya mzazi, anaweza akaona popote. Kwa hiyo athari zimekuwa kubwa sana, na hakuna uchaguzi wa maneno ya kuzungumza kwa sasa. Watoto wanazungumza maneno vile ambavyo wanayaona kule kwenye mitandao, kwa hivyo kuna athari kubwa ya kubomoka kwa maadili ambayo yanaonekana wazi wazi kwa sasa hivi watoto wanacheza wakiigiza vile ambavyo wanaona kwenye mitandao. Tuje manake tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Kuna sheria za mitandao za udhibiti, tukizungumza na Kitenge kwanza kwa ufupi tu, alafu tutakuja swali hilo lilo kwako Dastan. Hazifanyi kazi. Kitenge, una uzoefu wa kimataifa, unavyotazama Ujerumani huko Koloni, hapa udhibiti upo wa faragha za watu na mambo ya hovyo katika mitandao ya kijamii? Kwa Ujerumani ndio, udhibiti upo kwa sababu sasa hivi uh, mara nyingi hizo picha tunazozungumzia huwa zinawekwa katika majukwaa ambayo yapo katika mitandao ya kijamii. Kwa wenzetu huku, huwezi kuchapisha video kama hiyo ama picha kama hiyo katika majukwaa ya huku moja kwa moja kwenye kwenye uh, kifaa chako cha kupostia, iwe kama ni simu, iwe ni laptop, iwe ni kompyuta, itakataa, itakuandikia kwamba uh, maudhui unayotaka kuyachapisha hayaruhusiwi kuchapishwa kwa sababu uh, tumegundua umo ndani, kuna uh, ukiukwaji wa zile uh, taratibu ama shi-kanuni za uh, kuweza kucha za faraga, ndo kama hivyo ulivyozungumza. Uh, hivyo. Kwa hiyo hmm, huku wenzetu wanazingatia sana, kwa hiyo wameweza kufanya kitu ambacho kinaitwa integration uh, kutengeneza uh, mjumuiko muunganiko wa ma haya majukwaa pamoja na um, hizi uh, njia za kuweza kudhibiti kufanya regulation ambazo zinatokana kiteknolojia ambazo ni AI kwa hiyo moja kwa moja Kuposti ambazo ile AI itakukatalia kuposti video ambazo haziruhusiwi. Muda au turuhusu ruhusu. Dastan, nawe kwa ufupi tu uh, jitihada kama hii inafanya kazi Tanzania, kwa maana ya kwamba umelalamika, hali imekuwa mbaya zaidi, naendelea kuwa mbaya, udhibiti kutoka kwa mamlaka husika, kutokana na na hali ilivyo sasa, sheria hazifanyi nadhani, kazi nadhani. Sheria zipo, naona sheria zipo. Sisi kwa mfano tunafanya hizo maudhui, tunajua sheria zipo. Shida ipo kwenye hizo integration ambazo anazungumza bwana Hamisi Kinachotokea ni kwamba uh, ni kama vile kila kitu kiko kwenye process, kwamba tunasubiri hatua nyingine, labda ikikaa hapa, watu watarekebisha hili, watarekebisha hili. Kwa hiyo shida kubwa iko kwenye integration, lakini ukizungumzia swala la sheria, sheria zipo, bado ufanyi, u, u, u, usimamizi wa zile sheria sasa ndo linakuwa tatizo, kwa sababu hao wanaotakiwa kutoa kusimamia hizo sheria wao wenyewe pia wanatakiwa wasome waelewe nini kinachofanyika. Kwa sasa bado wako nyuma, hisi ni kwamba bado tuko nyuma. Nashukuru sana, huyo ni Dastan Myava, mtengeneza maudhui uh, ya yakijikita kwenye matangazo pamoja na michezo, lakini akiwa Dar es Salaam. Na hapa Ujerumani nimemwalika. Uh, nimemwita Hamis Kitenge akiwa Cologne naye pia umemsikia hapo wakifanya shughuli inayofanana na Dastan katika namna tofauti ya afya. Leo tulikuwa tukizingatia changamoto kubwa inayojikita ambayo inayoikumba jamii ya kidijitali ya kidijitali kuchapisha picha zisizo na maadili ya mitandaoni. Niwashukuru kwa kushiriki, eh?